Tazama haya ni mambo ya ajabu. Dunia kweli imejaa vituko. Vituko ambavyo vimekita makazi yake huko Diani, pwani ya Kenya. Mahali pa amani, jua kali na mandhari ya kupendeza lakini ndani ya kituo cha polisi pazia linafunguliwa kwa sinema isiyokuwa na heshima hata kidogo. Mzungu mmoja ambaye jina lake bado halijatambulika amenaswa na kamera akifanya jambo ambalo hata shetani angepumzika kuliona. Ameshikiliwa na polisi wa Diani kwa madai ya kumnyanyasa mpenzi wake wa Kiafrika, lakini badala ya kujutia makosa yake jamaa huyu anageuza kituo cha polisi